Yotii, waliacha nafasi hizo privileji za serikalini wakaamua kuikomboa taifa. Na kifo ni funzo ni funzo kwetu, ambao sisi tumebaki, tuna viongozi ambao wamebaki, tuna waasisi wa chama ambao walikianzisha chama hiki, wapo mheshimiwa Mbowe, mwenyekiti mstaafu, na kuona. Lakini wapo viongozi vijana ambao walikuwa vijana vijana, katibu mkuu Mnyika, nadhani Kifo cha mzee Mtei ni funzo kwetu. Na binadamu anapofariki, mambo yote yanaweza kufutika isipokuwa mambo matatu. Jambo la kwanza ni watoto wake. Mzee Mtei kaacha watoto, familia, na katika hii familia is an extended family. Wapo watoto wa damu yake na wapo watoto wa kisiasa kwenye taasisi ambazo ameziacha alikuwa ni mjuzi wa fedha, amefundisha watu kwenye masuala ya fedha, ameanzisha chama, ana wajukuu Chadema, ana watoto Chadema. Kwa hivyo atakumbukwa daima. Lakini pili, alikuwa na elimu aliitumia vizuri, sio kwa masilahi yake ama ya familia yake. Aliamua kuanzisha taasisi imara ya Chadema ambayo itakipeleka, italipeleka taifa kwenye ukombozi. Na mwisho, ameacha sadaka. Kwa kiongozi wa dini ama kwa mtu mwingine yote, anaweza akajenga msikiti ama kanisa, hiyo ni sadaka. Mzee Mtei aliamua kuanzisha chama cha siasa kinachoitwa Chadema ili kulikomboa taifa. Hii ni sadaka kwetu, tutailinda. Tutailinda mchana na usiku hadi kieleweke. Mwisho, tumekuja na viongozi wa chama. Tuko na mwenyekiti wa mkoa wa Kagera Glasien Mkoba, mnamfahamu sana. Alikuwa katibu wa chama cha walimu, naomba usimame. Tuko na mwenyekiti wa Geita, tuko na meya mstaafu wa Bukoba Manispaa Chief Kalumna. Wapo viongozi wengine wa wilaya na majimbo, wamekuja hapa kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho. Mheshimiwa naibu, niseme mfano wa mwisho, kila mtu aandike historia yake. Sisi ambao tumeachwa tuikamilishe safari yetu kwa kuandika historia nzuri. Mwenzenu nilikuwa mwalimu nikafukuzwa ualimu ili kupigania CHADEMA walau mtalikumbuka hilo usiku nikiondoka. Lipo la kusema alikuwa mwalimu. Tutafakari, je, mimi nimeifanyia nini CHADEMA? Hii safari ambayo nimeianzisha CHADEMA nimeifikisha mwishoni au nimekomea njiani? Mungu awabariki sana, nawatakia kila laheri. Tuendelee kumwenzi mzee wetu.